Katika hali isiyo ya kawaida katika masoko ya kifedha duniani, rubo ya Urusi imepanda kwa kasi na kuwa sarafu inayofanya vizuri zaidi mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na The Telegraph kupitia Yahoo Finance, rubo imeimarika kwa asilimia 38 dhidi ya dola ya Marekani pamoja na dhahabu, mafanikio ambayo yamewashangaza wachambuzi wa masoko na wawekezaji duniani kote. Mnamo mwaka huu 2025, Ruble ya Urusi imekuwa sarafu yenye utendaji bora zaidi duniani ikiwa imepanda kwa zaidi ya asilimia 38 dhidi ya dola ya Marekani. Hii imetokana na sababu kadhaa za kiuchumi na kisiasa. Hapa nimekuchambulia sababu ambazo zimepelekea ruble ya Urusi kupanda thamani zaidi dhidi ya dola na hata dhahabu. Moja, kupanda kwa viwango vya riba: benki kuu ya Urusi imepandisha viwango vya riba hadi asilimia 21 ili kudhibiti mfumuko wa bei unaotokana na matumizi makubwa ya kijeshi.